Na timu huyu, hebu aseme leo na timu, timu wanaruka ruka wachezaji hey. Hey. Wanakimbia kimbia tu. Tulia basi kwanza Muhindi hey. Wa Simba mbovu, tulia. Mtu kaweka Bleach haina maana ile. Tulia kwanza basi mbona anai Kizinga. Ngoja nikwambie. Ah, wewe wewe nisubiri niongee. Na nakuomba msimguse kocha wenu. Sasa tulia aa, hapo. Kocha wenu msimgusi, msimgusi. Alikwambia tunamgusa. Nie wachezaji timu hamna. Maana yeah, mnakimbilia kwa kocha ni. Kwa hiyo Yanga unaiona, ah, mbovu asilimia mia. mbo... Sasa mimi na wewe unanifunga kutokana. Sikiliza wewe unanifunga kutokana, ngoja uangalie na sababu... unani... unani yeah. unani yeah. Yeah. na sababu ya mchawa wenu ambaye yuko kwetu, ndio hapo mnatufunga. Chawa wetu ambaye yuko kwenu. Eh, ndio manake. Huyo chawa alifunga goli ngapi? Sasa yeye ndiyo anasababisha kwanini tufungwe na nyeti. Kwa hiyo ngoja asubiri basi kwanza. Twende tu, kwa data kuna watu, watu watatufuatilia. Ah, wewe ni ache mimi. Utawapoteza. Ah, mimi nataka Dar es Salaam Africans tunamfunga Simba mara sita mfululizo. Sawa. Anayefunga goli Maxim, pia Mzingeli anafunga goli, Pacome anafunga goli, Mzize anafunga goli tena Pacome, Menelo anafunga Sikia zizi Stefano anafunga Joseph Gwede, umenelewa? Hao wote wanaifunga Simba mara sita mfululizo. Simba anafungwa anakuja kufunga. Kevin Kijiri atulia kwanza yani, yani. Sasa katika mechi ya mwisho ambayo anafunga goli Pacome Zouzoua, pasi imetoka kwa goli kipa Pinpin Kamara anairudisha kwa sasa, kutaka kuokoa yote, tunayajua. Tulia basi kwanza, yeye tuongee pointi, umesikia? Tuongee pointi, sikilize basi, kutanipoteza umenelewa? Wakati Pinpin Kamara anarudisha mpira kwa Pacome Zouzoua, Pacome anafunga. Hebu niambie, ni huyo chawa aliyerudisha mpira ni nani? Pinpin Kamara au huyo mnayemsema wenu, chawa wenu? Mimi nasema hivi, unajua, hebu hebu hebu hebu hebu hebu, ngojea ngojea nikujibu, watu wenye akili, ngojea nikujibu. Mimi tuulizane, mimi na wewe swali, nikujibu eh, mimi nimjibu, sio ameniuliza mimi. Nimesema kwamba sisi, na ndiye mmekiri pia na msemaji wenu amekiri pia kwamba kuna mtu chawa wenu tunaye, sio, unanielewa Leo Kizinga, Kizinga, nikuulize swala moja sasa, ndugu yangu, leo eh, ukiri kwamba Simba mashindano ya kimataifa mwaka jana ilifika mpaka fainali, kweli sio kweli mwaka jana? Imefika mpaka fainali ya Kafu, kweli sio kweli? Ok, mm. Wakati mimi nacheza na wewe mechi ya mwisho mm. tulitofautiana pointi ngapimoja moja dimetoka wapi nawe bana? Ndio bana, wanakwambia wewe hujui mpira wewe. Ngoja sasa nimalize, ngoja nimalize. Ngoja. Bingwa na pointi ngapi? tofauti ya pointi nne. Sasa mimi nimesema nini? Ah ah, nilikuambia umeku... kabla ya kucheza Sasa, kabla. kabla e. Mbona mnazozana? Mimi swali langu lilikuwa moja. Ngoja nimalize, tofauti ya sisi <coughs> na wao, shusha mkono, pointi ilikuwa moja e. kabla ya kukutana nao e. Sawa, lakini tukaja kufungwa nao utopolo kutokana na chawa lao kuwa na sisi kwa hiyo utakiri kwamba ukiri, ukiri kabisa kwamba Simba ni klabu bora. Ubora wake ni nini? haikuingia fainali ya Kafu ndio bora huo? Sikiliza hiyo fainali, Yanga kuingia sasa. Godia wewe usongee nyuma bana, tunaongea sasa. Wewe tunaongeaa, unaongea mbele, mimi nataka tuongee kitu kimoja tu cha leo. Baada ya mchezo ulivyomalizika, nimuulize swala moja Godia. wewe wachezaji wa Simba kwa nini unawanyemelea sana wachezaji wa hey, hey. Na Simba nawafanyaje, anayewanyemelea nani? Wachezaji wangapi umewatoa Simba wamekuja kwako? Nijibu hapo swala. Yaani mimi kumchukua mchezaji <laughs> kutoka kwako <laughs> yaani ndio <laughs> issue ambayo una doubt <laughs> yani, subiri basi kwanza hey. Subiri kwanza wewe, una mke mzuri umeshindwa kumhudumia, watu wasipite naye, mwenye fedha asipite naye, eti mwandishi, sema ukweli. <laughs> Wewe una mke mzuri umeshindwa kumhudumia watu. Mimi nataka kuuliza kitu alafu, alafu, alafu unamfanya nini? Nini? nini? si namchukua. Umemchukua anafanya nini? anapita naye eh, hata akienda kukaa kwenye benchi ndio hiyo nini? Mimi nataka tuulize kitu kimoja, timu yako haiko bora mara ya mwisho. Huyu mzee eh, mzee Mwarabu huyu ni Muhindi wa Simba, Muhindi wa Simba alisema ya kwamba anawaombea kila laheri mnakokwenda kucheza hey. Mm. Nashangaa leo, sijui kanywa vitu gani leo, yeah. Ila nashangaa hey. Mmeenda kucheza kitu ambacho hakieleweki yeah. Yeah. Sasa sikiliza, nikwambia, acha unafiki wewe, imekuuma nini? A michoaro ya kimataifa usishiriki? Sasa nataka mimi, nakwambia je, basi kwanza hebu sikiliza basi kwanza nakwambia hivi, kama mimi Yanga nisipoitoa Silver Striker kwenye uwanja wa ardhi ya Benjamin Mkapa, nisipowatoa Silver Striker Benjamin Mkapa, mwindi, mm. Najua Wahindi mnapenda kula pilipili pili sana, sawa <laughs> mimi nakununulia pilipili gunia zima, peleka kwa wahindi wenzako, pilipili gunia zima, mi namnunulia huyo hapa Kanjubai. <laughs> <laughs> Mimi sinakwambia? <laughs> nisipomtoa Silver Striker. mi nakwambia hivi sio injinia huyu hapa rais wa, wa virabu vira vyote barani Afrika. Tumekwenda kushuhudia pila la kinyasa pale pale, pale, pale, pale Malawi. Tutakwenda kushuhudia pila FIFA pale Benjamini Mkapa. Wewe nawatoa bwana, wewe unajua ongea kimpira kidogo. Hey, mpira gani usishikilie mimi kukufunga wewe? Umecheza kwa mpira gani? hey. gani? Unakuja una kumfunga tena hapo. Kwa mpira gani? Mguni. Lele, lele, nani mchezaji gani ambaye hajacheza ambaye ameshindwa kumkashinda kupata matokeo? Hakuna mchezaji ambaye hajacheza tukashindwa kupata matokeo. Wachezaji wote ni wa Dar es Salaam Africans. Kuna wachezaji wana injury Yanga ina kikosi kipana sio kama, ma, sio kama makoro ambayo mpaka sasa hivi goalkeeper wao namba moja hayupo nitia majitia maji na daka yule ambaye Zanzibar wamepiga hapa na kwa Mamposa kamba umenielewa kwaiyo nikuambia kitu kimoja sisi sisi tunakwenda kucheza Benjamin Mkapa na imani yangu kubwa na niwaambie wana yanga wote wala msifadhaike, msijisikia unyonge, msisikilize maneno ya watu waliofeli. Yani anataka kusema kwamba tunatolewa hivi. Kwanza subiri kwanza, mtangazaji, nikwambie kitu kimoja hivi yeah, jiulize swali kwa mtu mwenye akili zako, yani koro kama huyu aje anishauri mimi, mtu ambaye mara sita mfululizo kama mwembe pia wa uani najichapia, unanishauri nini? Kwa mfano, Kizinga unanishauri nini? Tunarudi nyuma? Ah, nakuuliza wewe umenifunga mara sita, nakubali mimi tu. Mimi naongelea kimataifa. Acha na uh, uh, asasa... uh, kus... eh. na ugali wako, unaona sasa, mwandishi aiishi labda unisaidie unisaidie ah, eh. labda akusaidia, mwandishi, mashindano gani makubwa ya kimataifa au ya, ya ndani ya ligi kuu? Naomba uwe, uwe, unijibu. Naomba kwa Mi... hey, <laughs> si jibu kwakon si mjibu. Mashindano makubwa sasa ni yapi kimataifa? Si klabu bingwa taratibu, amekuuliza katika hey, michuano ya kimataifa hey, ni michuano ipi mikubwa, mikubwa hey, michuano mikubwa ni klabu bingwa si hey, si ndio hey? klabu bingwa unazungumzia Dar es Salaam Africans msimu huu kwamba ndio timu pekee ambaye imefanya vizuri kwenye michuano ya klabu bingwa kwa msimu uliyoisha si ndio? Kwenye michuano mikubwa barani Afrika, Yanga ndio imefika kwenye hatua ya makundi klabu, wakati huyu akishika nafasi ya tatu, yeye na wenzake wote waliofeli wakaenda kucheza michuano ya shirikisho. Nafasi ya tatu kwenye ligi umeshindwa hata na Azamu, unakwenda mbele kifua mbele kimejaa kasusu. Unakwenda kutulia kwanza, unakwenda kututambia ha, ha. sawa huko wewe, wewe ah, unajua unajua hujimjibu swala ambayo mimi nimekuuliza, sio? Kwanza walipocheza wewe umesema michuano mikubwa. Kwanza Muhindi basi, michuano mikubwa na klabu bingwa, si ndio? wamba katika mashindano makubwa ya Afrika eh, ya kafu eh, ni makubwa, ngazi ya virabu ngojea, ni makubwa mm, au ligi ya ndani ya ligi kuu ni kubwa? Swali ambalo nimeuliza eh. Mimi haya michuano ya kafu ndo mikubwa basi. Sawa, ngazi tutajenga ngazi ya michuano. Jibu, umeshapata. Sikiliza, huyu anakwepa kimataifa. Akubali. Mashindano ya kimataifa. Eh. Simba kinganganizi utafikia ananifungaga kweli. Simba. <laughs> Simba imefika robo finali mara ngapi na wao wamefika mara ngapi? Anijibu. Hapo hapo kwenye robo finali. Kwani nyinyi kucheza robo finali nyingi ndio mnachukua makombe? Bingo. Ama ndio mnaeka kuna historia ya timu imeingia robo fainali mara nyingi, huwa kuna historia na, sikiliza mwandishi, kucheza mashindano sio lazima uchukue kombe, lakini unapanga ni status umefika wapi. Yeah. status yako iko wapi ndio unachoangaliwa ukishiriki, sio kwamba unashiriki mashindano <coughs> kuchukua kombe, basi timu zote zingechukua kombe. Nataka tumuulize Muhindi Yeah. wa Simba ha wakati umeanza kuwa unakwenda hatua ya robo makundi, umekwenda wapi kimataifa? Hatua yako ya mwisho kutoka kwenye kimataifa, kuleta zawadi mbele ya wanachama wako, alafu mashabiki tulia kwanza basi, unawaletea kwamba jamani, nilichokwenda nikakipata FIFA na nini nikakipata kafu hichi hapa nimewaletea. Kati ya wewe na huyu aliyechelewa kuanza michuano ni nani aliyekuwa wa kwanza kuleta kitu mbele ya mashabiki wao ni nani? Alafu niulize swali moja, ninakuuliza mimi Sikuuliza nijibu mimi. mimianji katika, katika mashindano ya kimataifa hao eh, walibeba wana nani? Ebana amekula pilipili nini? <laughs> swali linasema, ah! we umewaletea nini ah! watu wako. Nimsaidie kitu kimoja, si ni subiri, nisikilize, namaliza swali ya kwanza. Mimi namaliza, nachomwambia ni kwamba Dari, Simba ameshiriki michuano sana, sawa, lakini kwenye michuano ya kombe la shirikisho Simba aliondolewa katika michuano hiyo na kupigwa adhabu kali sana pale nchini South Africa dhidi ya Orlando Pirates meneelewa, lakini Dar es Salaam Africans alifika hatua ya fainali na kulikosa kombe kwa sababu za kikanuni na sheria, lakini Dar es Salaam Africans ndio timu ya kwanza kuleta medali kutoka kule nje ya nchi kuleta hapa. Wewe umenielewa eh? Wewe nisikilize, hebu tulia basi. Kwanza wewe ni juzi tu umekwenda Zanzibar pale, nacho kuuliza mimi, wewe unasema, yaani wewe huna utofauti wa chizi aliyokwenda umbali mrefu kurudi na makopo, wesi umekuja na makopo juzi Mizinga fainali ya Kafu wao, umeingia. Mimi niwashukuru sana bwana. Ah, niweke ni <laughs> <laughs> weke, chukua